Na natambua uwepo wa walimu wote wa madarasa na hadhirina wote kwa ujumla na watendaji wote wa serikali na chama, Mwenyezi Mungu azidi kuwabarikia. Mada niliyoisikia hapa ni mtume na mahusiano mema, kama sijakosea, mtume na mahusiano mema. Bila, bila shaka kinachozungumzwa ni namna gani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni chanzo cha mahusiano mema katika jamii. Upande wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam si mahusiano mema na watu tu, bali mahusiano mema hata na viumbe wengine wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yeye hiyo ndio ni moja katika kazi yake kubwa, kwa sababu dini Uislamu kwa ujumla wake ni kujenga mahusiano baina ya mja na Mola wake, na kujenga mahusiano baina ya mja na waja wenzake au mja na viumbe mbalimbali wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Mafundisho yote ya Mtume yamejaa ibara hizi. Tosheka na maneno haya maarufu ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika, penda wapate wengine kile unachopenda kukipata wewe. Jamii nzima ingeishi na maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ingekuwa ni jamii iliyoungana kwa nyoyo na ni jamii ambayo ingekuwa na pawa kubwa, kwa sababu muunganiko wa kijamii ungepelekea mpaka kufikia akswa ghayatilitisani kiwango cha juu kabisa cha umoja kwa, na kuunganika pamoja. Ingekuwa kuwa wafuasi wote wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasalama wa tunaishi na maneno haya. We tafakari kwa makini tu kwamba familia yako iwe na ishi na hili neno na matamko haya ahibba linnasi matuhibbu linafsika, ungepata familia bora kiasi gani? Tafakari hili kwamba mtaani kwako watu wote wangekuwa na ishi na ahibba linnasi matuhibbu linafsika, kwamba penda wapate wengine kile unachopenda kukipata wewe unadhani jamii hiyo ingekuwa mtaa huo ungekuwa na watu bora kiasi gani lakini achilia mbali hayo ingekuwa nchi nzima watu wanaishi na ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika penda wapate wengine kile unachopenda unacho kukipata wewe ingekuwa jamii hiyo ni jamii bora kiasi gani maisha ya mtume muhammad na sahaba zake inatafsiri hali halisi ya namna hiyo, namna masahaba walivyopendana wakaishi kwa mapenzi, kila mmoja akimpendelea mwenzake. Hivyo ndivyo ambavyo walivyokuwa wanaishi masahaba, na sisi tunatakiwa tuakisi kutoka katika maisha ya masahaba, tuishi kama walivyokuwa wanaishi sahaba siku moja Mujer. Mujer. baada ya Sayidina Umar bin Al-khattab kuteuliwa kuwa ni amirul mu'minin, alipokuwa ni ni amirul mu'minin Sayidina Umar bin, ke, na bin Umar Al-khattab, usiku wake alitembelewa na Said bin Amir Al-jumahi, kafanya kusudi kwenda kumtembelea Sayidina Umar bin Al-khattab.

fa inna khaira alqawli ma saddaqahu alfilu, akimwambia kwamba na kuhusia Umar, amiri lmuminin, umwogope Mwenyezi Mungu kwa yaliyo ya watu, mwogope sana Mwenyezi Mungu kwa haki za watu. Anaambiwa hivyo ni yule ambaye kapata madaraka makubwa ya kuwatawala watu naye ndio kiongozi wa umma, analosema ndio amri na ndio utekelezwaji. Akamwambia uswika antakhsha llaha finnas, na kuhusia sana umuogope sana Mwenyezi Mungu kuhusiana na hizi haki za watu. Wala takhsha lnasa wala takhsha lnasa fi llah, na wala usiogope watu kwa lilio la Mungu lakini usia wa mwisho akamwambia ni wa Allah, yukhalifa qauluka fi'lak, na ni kwamba kauli yako isipichane na vitendo vyako. Fa inna khayra qaul ma saddaqahu alfi'l, bora ya kauli ni ile ambayo kitendo kimethibitisha. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika upande wa mahusiano mema yeah, yeah, yeah, kwa viumbe wa Mwenyezi Mungu baina ya mtu na mtu na viumbe wa Allah yeye yeah, yeah, ndio jemedari mkubwa yeah, yeah, na ndiye yeah, yeah, muasisi mkubwa wa habari hiyo na ndiyo yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yule ambaye anapenda sana kumnukuu katika watu wa Magharibi, Thomas Carlyle, katika, katika, katika kitabu kita chake On, On Heroes, Heroes the Heroic Heroic history, Heroic history, kwamba ndani ya kitabu hicho kamwandika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema, Yes, the world today is in the dire need of a man like Muhammad to solve its complex problems. Unajua kwa nini? Kwa sababu Mtume yeye hii ahibba linasi ma tuhibbu linafsika, alikuwa akiishi nayo. Penda wapate wengine unachopenda kupata wewe. Huyu bwana anasema Thomas Carlyle. Carlyle. Carlyle, dunia leo iko katika mahitaji ya dharura kubwa ya mtu kama Muhammad. kwa nini? to solve its complex problems, kutatua matatizo matatizo ya hii dunia ambayo matatizo mazito magumu na nimalize maneno kwa kusema ufukara mkubwa ambao unaoikumba dunia yetu leo ni mahusiano mema. Ufukara mkubwa unaokumba ndugu na jamaa ni mahusiano mema. Ufukara mkubwa unaokumba mataifa mbalimbali mbali duniani ni uhusiano mwema, lakini ufukara huo bila shaka, kwa maelezo hayo, anaoweza kumfuta ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam. Kwa sura hiyo, ndugu zangu, wa tukufu wa Islamu, tuondokeni, naomba tuondoke na, na kauli hii kwamba nenda nayo nyumbani ukaifanyie kazi, nenda nayo mtaani ukaifanyie kazi nenda nayo kwa watu wa dunia ufanye kazi kauli hii, ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika. Itoshe kuwa ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam namna gani watu waishi.